Yes, nipo nipo Tanga, nipo Tanga na huku nilipo ni ushuani kabisa wanapaita Raskazoni. Sasa mbele yako nipo na my sister, muda mrefu tumekuwa tukiwasiliana sana kwa simu, mtandaoni huko Instagram, WhatsApp, lakini final leo tumekutana. Pa, huyu bwana ni Mrusi wa Tanga. <laughs> Uko salama? Salama, asante. Karibu sana Esco, Mrusi wa Tanga. Mimi nimetoka Urusi, ninaitwa Dr Bairma Kihoro. yeah. Ninakaa hapa kama miaka nane. wow. Uh, ameshakuwa Mtanga. We, we yuko Tanga hapa kwa miaka nane se hongera sana. Asante sana, karibuni uh... <laughs> Yeah. Karibuni Tanga, Tanga. Uh -huh. So far umekaa Tanga miaka nane, kwa ujumla Tanga unaionaje? uh, your experience Tanga hapa nini kimekuvutia, culture na vitu kama hivyo? Tanga sehemu safi, sehemu uh, international pia, um, na sehemu ya maji baharini, mimi napenda kuogelea na napenda ku, uh, ku spend time hapa pamoja na rafiki wangu na Tanga mtamu pia, kwa sababu watu wa Tanga wanajua kupika vizuri sana. Ndio, ndio um, kama samaki kama pweza um, papa, sipendi papa sana, lakini watu wanakula hapa na ugali na wali nanazi, na nazi na, uh-huh. Na, na dona mimi napenda dona Bilo, dona ndio <laughs> okay. Na wewe mimi pia dona e, marage ya nazi wali nazi mm -hmm. Yeah. na pilipili pili kidogo ndio. Ukweli amekuwa mtanga. Una, unapenda kupika chakula gani cha kitanga? um, cha kitanga uh, labda miogo na nazi mm -hmm. na uono lakini uono, unajua uono, uono dagaa, uono kule da ni dagaa mchele, huku Tanga twaita uono. Ah, kweli huwe mtaa na kachumbali ah. Ndio napenda jinsi ambavyo unazungumza Kiswahili na wakati nipo Russia, niliku, niliku, niliongea na Amina Amina yeye yuko Russia. yeye pia aliniambia mimi nimependa eh, Kiswahili amejifunza Kiswahili Russia pale pale kuna chuo ambacho wanafundisha Kiswahili. Nataka nijue wewe Kiswahili umejifunza wapi, ni Russia ama Tanga au wapi? Sijapata uh, kosi ya Kiswahili ah, bado uh, mimi ninajua naongea na ninasoma um, uh, lugha kama tano. Okay. uh, vizuri sana mimi uh, certified translator, interpreter. Ah. Uh, lakini Kiswahili bado nimepata uh, mwalimu nzuri uh, nina, ninaendelea ninasukuma Kiswahili wangu na audio-lingual method. Okay. So ninasikia ninakumbuka. Okay. Lakini uh, Mungu akipenda siku nyingine nitaongea vizuri. Yeah. Lakini mm, gazete ninaweza kusoma. Okay. Lakini Kiswahili bado. Au, unajua <laughs> Asante, niambie, ni unazungumza lugha ngapi? Lugha tano. uh, uh, Kirusi uh, uh, Kiingereza, Kigermani, Kituruki, uh, Kiswahili kidogo, Kijapani na kidogo um, Kifaransa, na nilianza uh, Kiarabu ah. kwa hiyo Kiarabu pia una, una, una idea siwezi ku kuandika lakini, kama mambo za habari, tuende kuogelea, sijui nini nini, kama hii kidogo kidogo ninajua. Sasa hivi nilisahau kukusalimia kwa Kirusi eh, privet privet, esko kak dela, spasibo harasho, spasibo itisi ni Warusi. Kwa hiyo kidogo tunapiga Kirusi. Sawa, safi sana. Mimi nafurahi nafurahi kuona nikiona ni, ni mtu kutoka taifa jingine anakipenda Kiswahili. Binafsi nafurahi sana nafurahi sana kwa wewe kupenda Kiswahili. Asante sana. Kiswahili lugha ni muhimu sana especially za uh, nchi yote ya East Africa na Kiswahili um, ni lugha na system, na algorithm na uh, ninapenda um, kusikia mziki yani bongo flavor au um, tarab au sijuu yani yote, kwa sababu kama unataka kujua foreign language, ni lugha nyingine, utafanya nini? Utasikia Um, utaskia um, uh, uh, nyimbo zao, alafu movies films filamu pia unapenda sana na bongo flavo. Ninapenda ninapenda ni um, ninapenda Nandy no stress mm, na Juks napenda uh, uh, napenda nini, napenda bongo flavo yote Diamond yeah. Sasa, Nandi Jux Diamond ametuambia ame hapa e, nyimbo za wasanii pia zinamfanya anakuwa anapenda e, au anajua Kiswahili, yaani hizi nyimbo zinamwongezea uwezo wa kuzungumza Kiswahili e, vizuri. Yuko Tanga kwa miaka nane eh? Rusia, Rusia, Rusia unakwenda lini tena um, ninakwenda labda Desemba au, au, au mm, Aprili, next year nina nina kwenda kwa sababu nina misi pia kwa sababu uh, nchi wangu kwa sababu ni uh, motherland wangu nataka kuenda kusalimia uh, familia na marafiki wangu. Haujamisi? Okay. uh, uh, chakula cha Kirasia ndio, lakini nimekaa um, muda mrefu nje uh, kwa sababu uh, kwanza ya Tanzania nimekaa miaka kumi na saba Uturuki uh,

hapa Tanga ndio okay, na napenda kupika pia. Oh, ni mpishi mzuri sana, nafikiria nzuri, sio mbaya <laughs> kama umekaa Tanga miaka nane na unapenda kupika, bila shaka you are good kwenye mapishi. Karibuni kwa meza wangu. Uh, siku nyingine uh, utakuja tu, tutapika pamoja na tutakula pamoja. Kuja nataka siku nik, nikija upike uh, marage ya nazi ugali na uono ndio alafu, utapata uh, keki ya Urusi utapata okay. supu ya Urusi, lakini siku moja mimi nimeona kwa SNS uli, uh, uli pa, uh, uli kula chakula ya Urusi yeah, yeah. Ulipenda lakini yeah, sana yeah. Mm. Sasa uh, tut, tutapika pamoja mara nyingine, tutaongea Kirusi kwa sababu Kirusi yako sasa hivi yeah, kidogo, una, kidogo yeah. Unajua. Pasiba, kak dela, eh, privet, paka paka

tajiri Urusi safi. Alafu Urusi na amani. Alafu Urusi uh, sehemu nyingi nyingi nyingi, yani uta utaona pale watu za rangi rangi, watu kama mimi, watu kama blond na uh, yani watu Urusi uh, sehemu um, sehemu nzuri sana safi sana karibuni Urusi. Okay. Bila shaka mmekaribishwa. Urusi ni sehemu nzuri binafsi, nimeenda Urusi, nimekaa pale kama e, wiki, nimeona jinsi ambavyo tunaishi pale, sehemu safi kabisa. Sasa mimi ni kuache, kwa sababu mimi umeenda kidogo. Next week nitakuja kwa ajili hizo programs sasa, kupika na kula chakula cha kwako karibu sana Esco, karibuni sana SNS, yeah. karibuni yote Tanzania yeah. <laughs> joini kwangu, tutapika pamoja uh, tuta, tutaimba um, bongo flava okay, za Kirusi pia, kwa sababu watu wa Urusi wanapenda ku, kucheza kuimba uh, wimbo na wanapenda ku, wanapenda kucheka okay, kufanya utani yeah, na kufanya mbea pia kama watu ya Tanga Okay. Hapa watu ya Tanga wanapenda nini? Wali, samaki na wanapenda kufanya mbeya. Okay, mbeya. Mbeya. Unapiga mbeya pia kidogo. Watu yote sababu dunia moja ya yeah, yeah, sisi binadamu yeah. Ndio. Unajua kuchamba? Chamba nini? Chamba mtu kumsema vile Sawa bana, niite Esko, na asante kwa kuona sisi. Wiki ijayo nitakuja hapa, kwa hiyo usiondoke. <laughs>